Malaysia baada ya kupatikana na mihadarati alipowasili nchini humo kwa ahadi za kazi. Hatia hii ikimuacha Mkenya Faith Omollo kwenye gereza la Malaysia kwa miaka minane kabla ya rufaa yake kusikilizwa na kuachiliwa kurejea nchini. Kwa Faith, masaibu yake yalianza na ahadi za mapato mazuri ughaibuni huku akifichua kuwa aliwaacha Wakenya wengi gerezani. Seth Olale anazungumzia ama alizungumza na Faith, na hii hapa simulizi yake Faith Omollo Anapokelewa na familia yake katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, Nairobi, baada ya kuponea kifo nchini Malaysia. Mama huyu wa watoto wanne alihukumiwa kifo kwa hatia ya kupatikana na kilo mbili za dawa za kulevya mwaka elfu mbili na kumi na sita safari ikianza na ahadi ya kazi Because how Kenya Faith aliondoka nchini na kutua mjini Lagos Nigeria, alipokutana na familia iliyompokea na kukaa naye kwa siku tatu. Hapa ndipo alipewa mzigo kwenda nao Malaysia friend katika safari yake ya kuelekea ya Malaysia Faith alipitia mjini Addis Ababa Ethiopia, na kisha kuelekezwa moja kwa moja kwenye uwanja iliyomfikisha katika uwanja Wandege wa ndege wa Kuala Lumpur. Africa. Africa. Faith alipokuwa akisubiri kifo, familia yake Kenya iliendelea kuwasiliana na ubalozi wa Kenya nchini Malaysia ili kutaka rufaa mahakamani alipokuwa gerezani. Faith anasema hakuwa Mkenya pekee kizimbani. What pain me, I have even a mother. I was calling her my mother. Came in prison the year 2017 from Kenya. Old woman. Na sasa Faith anawarai wa Kenya kuwa makini wanapoahidiwa kazi ughaibuni, baada ya miaka minane kwenye jela Malaysia. Faith amerejea nchini kuanza upya maisha yake. Seth Olale, Luninga ya Citizen.